vya hey, Biblia imetufundisha kuwa na kiasi sawa eh? Kuwa na nini na kiasi. nye wa dada mlioko huku ndani wote mhakikishe, hapa ndani msiondoke bila kupafajia, maana mmepachafua, mmetimua vumbi, kwa naona vumbi linaenda juu. Kumbe nyie ndio mlikuwa mnatifua hapa chini eh, fumbi, fumbi, vumbi vumbi inaitwa naitwa naitafupi ndo ilikuwa natimuliwa hapo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Heri ya mwaka mpya watu wa Mungu! Heri ya mwaka mpya watu wa Mungu! Heri ya mwaka mpya! Tunamshukuru Mungu, tumeuaga vyema 25 tumeukaribisha vyema 26 kwa hiyo kama umeaga na kukaribisha basi piga makofi kwa Bwana. Shangilie Bwana, shangilie Bwana, shangilie Bwana. Hatujui walioko mbali, kama Yesu amekuja kawachukua huko, sisi tukabaki. Lakini si tunamshukuru Mungu, tumevuka. Tunamshukuru Mungu tuko na Yesu hapa. Tunamshukuru Mungu kwamba Uh, tumeupokea mwaka mpya tukiwa kanisani, sio nyumbani. Tujwa wapi? Kanisani. E, umeweka historia, mwambie jirani, mi nimeandika historia yangu ishirini na ishirini na sita nimeanzia nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo nimeweka historia ya maisha yangu. Kwa hiyo historia yako isifutike na wala isiharibike na wala isiingiliwe na kitu chochote, maadamu umeianza vyema basi ni kutakie baraka za Mungu, ishirini na sita iwe ya baraka, mwanzo wake hata mwisho wake, hey. Sasa kwa dakika moja, na hapo, simame tumshukuru Mungu, tumshukuru Mungu, sema tu asante kwa kuingia ishirini na sita. Baba, katika jina la Yesu, fungua kinywa chako, sinyamazi. Tunakushukuru Mungu kwa kutuingiza mwaka ishirini na sita ni muda ambao tulikuwa tunausubiri, au ni mwaka tulikuwa tunausubiri. Asante Bwana Yesu kwa kutuwezesha, tumeingia tukiwa hapa nyumbani kwako, katika hema lako, katika hekalu lako, katika patakatifu pako, tunakushangilia tunasema asante. Mungu katika jina la Yesu, hata kama tumeingia na madhaifu ya mili, lakini tumeingia ishirini na sita hata kama tumeingia na changamoto lakini Mungu tunachua ndani ya ishirini na sita zitapata majibu. Madamu tumeingia ishirini na sita tumebadilisha historia yetu. ishirini na tano tumeiaga, ishirini na tano tume tumekwata ule mwaka, mwaka tumeingia ishirini na sita. Kwa nderemo kwa vifijo kwa kelele kwa shangwe tunakutukuza wewe we Bwana, pokea shukurani zetu. Sisi wana Kisasa, sisi wana Kisasa, sisi watoto wako hapa Kisasa, tunakushukuru pokea shukurani zetu kutoka katika sakafu za mioyo yetu Baba. Tunawaombea na wenzetu ambao Mungu wameupokea mwaka wakiwa nchi ya kanisa, wakiwa nje, wakiwa nyumbani, tunawaombea pia Mungu, kelele kwa jaza neema yako bado upendo wako unaonekana kwao, bado upendo wako Mungu unaendelea kutenda kazi katikati ya watoto wako. Tunakushukuru kwa ajili ya zawadi kubwa, na hivyo tunakusihi Baba, mwana na Roho Mtakatifu, utubariki sasa. Tunapoanza safari hii, tunaianza na wewe, tusianze peke yetu. Wako vijana wanahitaji kuanza na wewe Baba, badilishe historia zao na taarifa zao Baba, katika jina la Yesu wa mama, kwenye ndoa, kwenye familia enye uchumi wetu katika jina la Yesu, 26 isomeke taarifa njema yenye baraka, taarifa njema yenye kukutukuza wewe Baba. Tunasema asante kwa sababu umetuwezesha. Asi, tunasema asante, pokea shukrani, shukurani zetu, pokea shukurani zetu, pokea shukrani, shukurani zetu katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, na kila mwenye pumzi aseme Amen. Tukapumzike. Unajua tuko siku nyingine, kwa hiyo sio kesho asubuhi. Leo asubuhi tunakuja ibadani hivo, watu wanatambua kwamba leo tunakuja ibadani. Maanake unafika nyumbani unarudi. Kwa hiyo tukapate hata dakika tano basi za kupumzika saa sadaka tutatumia ukurasa mia tatu themanini yako maneno yaliyoko pale ya kupokezana, tutasoma kwa kupokezana, mia tatu themanini. Tuombe, kwa kuombea sadaka. Baba tunakushukuru kwa zawadi ya usiku huu mzuri uliojaa utukufu na baraka zako, umeijaza hema yako utukufu wako Bwana mtoto wako, tulipokusanyika huku, tuacha peke yetu, ulikuwa pamoja nasi tunakushukuru kwa ajili ya yote ambayo ametendeka katika ibada hii, saidi sana ya kuaga mwaka na kupokea mwaka mwingine mpya. Baba, hatujaja mikono mitupu, tumekuja na sadaka. Tunaomba usipokee sadaka hizi, usibariki kila mmoja aliyekutolea sadaka. Mwingine ameweka agano lake la kwanza na wewe kwa mwaka unaokuja, kwa mwaka huu ambao tumeuingia. Baba, katika jina la Yesu, ninakusihi nyoshe mkono wako kwa kila mmoja kwa neno lake na kwa lugha yake ya kinywani, Baba ukapate kumbariki simwache, madam tu amekimbilia kwako, Baba asiaibike ishirini na sita, kama alipata changamoto ishirini na tano ishirini na sita, Mungu apate kuinuliwa awekwe viwango vingine vya juu na vya baraka katika china la Yesu. Kama kuna mtu aliyekalia nafasi yake mahali popote e, hey, Bwana tunasema aondoke kuanzia sasa. Roho Mtakatifu wainua watoto wako Bwana, watendee ya baraka, watendee ya kutukuza wewe. Sante Baba kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umetupa Mungu kukushukuru katika ibada hii njema. Tulianza na wewe na hata sasa tunajua tuko pamoja na wewe, baraka zako zikaende pamoja nasi, na ukipokea sadaka hizi uzibariki na kuziponya katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Wewe Bwana umekuwa makao, makao ye kizazi. Kabla hajazaliwa milima wala hujaiumba dunia, wamrudisha mtu mavumbi

Ni nani aujuaye uweza wa hasira yako. Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Ee Bwana, urudi hata lini?

wako yaonekane kwa watumishi wao, na uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu tufanyie thabiti, na kazi ya mikono yetu witishe. Ah, ah, ah.

Mtegemea Bwana. Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na ufadhili. Na Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu takatifu Yesu Kristo, usikie kuomba kwetu. Amen. Watu wa Mungu, amen. Tumefika mwisho wa ibada yetu hii ya mkesha wa kupokea mwaka mpya, na tunamshukuru kwa kila mmoja, kama anawezekana embu